na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah bwana mtume Muhammad Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, napenda kuchukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mafanikio ya mwanaadamu anayeweza kuyapata hapa duniani na kesho akhira, yamewekwa katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa taala. Na wanawachuoni wametueleza maana ya taqwa Allah hiya tuhadimu lhalala wa tuharrimu lharama, ni kuhalalisha yale yote aliyoyahalalisha Allah subhanahu wa taala

mlizoneemeshwa na Allah subhanahu wataala kamwe hamwezi kudhibiti hesabu yake. Ndugu zangu, kawaida ya mwanadamu anapopewa neema na Allah subhanahu wa taala lazima akumbuke kurudisha shukurani kwa Allah subhanahu wa taala. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wataala alipokuwa anamwelezea Luqman

yule ambaye aliyepewa hekima na Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika amempa neema zilizokuwa kubwa kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipojua ya kwamba amempa neema ya hikma Luqmani, akasema walaqad ataina luqmana lhikmata anshkur lillah, tulimpa neema ya hikma Luqmani ili aweze kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Waman yashkuru fainama yashkuru linafsi, yule ambaye atakayepewa neema na Allah subhanahu wa taala kisha akakumbuka kushukuru katika neema ile aliyogewa na Allah subhanahu wa taala, Mwenyezi Mungu anasema mtu huyo anashukuru kwa ajili ya nafsi yake yeye mwenyewe. Mwenyezi Mungu sio mhitaji wa shukrani zetu, wala Mwenyezi Mungu ana haja na shukrani zetu. wa man yashkuru fa inma yashkuru linafsi, yule ambaye atakayeshukuru anashukuru kwa ajili ya nafsi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kila mmoja aliyekuwepo hapa anazo neema alizogewa na Allah subhanahu wa taala na Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani anasema la in shakartum la azidannakum, lau kama mtakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa taala, Mwenyezi Mungu atakuzidishieni katika neema zake alizokuwa amewaneemesha. Kinyume chake, mwanadamu anapokuwa amegewa neema na Allah subhanahu wa taala kisha mwanadamu akawa hajakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wataala katika neema aliyopewa, mwenyezi Mungu anaweza kumnyang'anya ile nema, au mwenyezi Mungu anakuwa hawezi kumwongezea katika nema, kwa sababu mwanadamu hajakumbuka kurejesha shukurani kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo shukurani ni jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wataala katika nema mbalimbali alizokuwa ametuneemesha.

mpaka mwanadamu atakapokuwa ameacha kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Maana yake ni kwamba pale ambapo mwanadamu anapokuwa ameneemeshwa kwa neema mbalimbali na akakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa taala, ajue ya kwamba ataendelea kuzidishiwa katika nema aliyokuwa nayo, kwa sababu shukurani imeambatana na ziada. Yani, unapomkumbuka Allah subhanahu wa taala Mwenyezi Mungu anajua mja wangu amenikumbuka na anashukuru katika neema niliyompa, Mwenyezi Mungu anakuzidishia katika neema uliyokuwa nayo. Lakini ziyada inaweza ikakoma, ziyada inaweza ikasita kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pale ambapo mwanadamu atakapokuwa ameacha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani asema, wa qalilun min ibadi ya shakuru wachache sana katika waja wangu ndio ambao wanakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa taala. wa qalilun min ibadi alshakur, wachache wanakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu Waislamu, zipo neema mbalimbali Allah subhanahu wa taala alizotupa. Miongoni mwa neema kubwa Allah subhanahu wa taala aliyotupa ni neema ya kuwa na nchi iliyokuwa na amani. Hii ni katika miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu wa taala. Na ukitaka kulijua kwamba hili ni neema kubwa kwa Allah subhanahu wa taala, unaweza kuwatazama wale ambao walioondokewa na neema kama hii ya amani katika nchi mbalimbali. Watazame Sudani hivi sasa maisha yao na hali yao waliyokuwa nayo na namna watu wanavyokufa kwa njaa kwa machafuko. Tazama katika ardhi ya Gaza, maisha ya watu wa Gaza yalivyokuwa. Tazama katika nchi ya Kongo, tazama katika nchi ya Afrika ya Kati na baadhi ya nchi nyingi ambazo leo amani imetoweka. Kama ukienda kuwauliza wale ni kitu gani wanakitamani kwenye maisha yao kwa sasa watakwambia watakwambia ya kwamba neema wanayoitamani ni ne kitu kinaitwa amani. Kwa hiyo sisi wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ametuneemeshwa kwa neema hii ya kuwa na nchi iliyokuwa na amani, lakini sio nchi iliyokuwa na amani pekee, bali ni nchi iliyokuwa na kila kitu ndani yake. Waarabu Mwenyezi Mungu amewapa mafuta, lakini ardhi ya Waarabu uwezi ukaenda ukapanda mchicha mchicha ukamea katika ardhi ya warabu. Uwezi ukaenda uarabuni ukaenda ukalima miogo ukapata miogo uarabuni. Kuna baadhi ya neema Allah subhanahu wa taala amewaondoshea, lakini Tanzania kuna kila kitu unachokijua wewe. Hii inaonyesha wazi kwamba tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa taala. Tukumbuke kushukuru katika neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa taala, lakini pia tukumbuke ya kwamba thumma la tusalunna ya ummaidhinna anil na'im, tutakwenda kuulizwa kwa neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa taala, hatutoachwa bure ya jamaa. Mwenyezi Mungu ya yamalqiama hatotuachwa bure, atatuuliza juu ya neema ya amani aliyotupa, ni namna gani tuliweza kuitunza ni namna gani tuliweza kuitunza nchi yetu kwa neema mbalimbali. thumma latusaluna yauma idhin anin naim, tutakwenda kuulizwa kwa neema mbalimbali tulizogewa na Allah subhanahu wa taala. Mwenyezimungu ndani ya Quran anasema wa kun min ashakirin, kuweni katika miongoni mwa watu wenye kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Wa kun min ashakirin, kuweni katika miongoni mwa watu wenye kumshukuru Allah subhanahu wa taala Usiwe ni mtu ambaye unakufuru neema za Allah subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu amekupa ni neema ya kuwa na nchi nzuri kama hii, kisha wewe ukawa ni sababu ya kuiondosha ile neema, kisha wewe ikawa ni sababu ya kupelekea machafuko, ile neema ikaondoka. thumma la tusalunna yauma ibina ani lnaimu, tutakwenda kuulizwa kwa neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu nchi yetu ilipotoka, na sasa tukiitazama, tutagundua kwamba tumegewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitazama miaka hamsini au sitini nyuma iliyopita na ukitazama maendeleo yaliyopatikana katika nchi yetu leo, unaweza ukaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Waliokuwa watu wazima watakuwa wanakumbuka kidogo. Zamani ilifika hatua, ukikutwa na sukari kilo nne, wewe unapata kesi ya uhujumu uchumi. Zamani ilikuwa inafikia mahala, kipindi cha njaa, watu wanakwenda kupanga foleni kwa ajili ya kusubiria unga wa njano. Zamani ilikuwa mwanamke anavaa kaniki, zile shuka nyeusi, ndio nye ilikuwa nguo ya thamani. Wanaume walikuwa na wanavaa vitambaa vya, wana vya, vya, vya, vya sanda Ndiyo maisha yaliyokuwa zamani, na mtu alikuwa anaonekana ndiyo mwenye heshima, ndio mwenye maisha mazuri. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika maisha ya nyuma. Zamani ilikuwa kwa mtu akionekana ana baiskeli, anaonekana yeye ana maisha mazuri zaidi. Lakini tazama kiwango cha maendeleo na neema mbalimbali alizokuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, tangu tulipotoka mpaka leo, inawezekana kuna vijana wa leo ambao wanajiita Gen Z mimi napenda kuwaita Gen Z. Maana vijana wengi wanakuwa wajitambui na ndio kaona, wale wazee wanawaona wamepitwa na wakati, kumbe wao ndio wamepitwa na wakati, kwa sababu wazee wameona zama zilizopita na hizi wanaziona, lakini wao zama zilizopita hawajaziona. Kwa hiyo wanawaona wale wazee kuwa ni washamba, hawajui maisha, ila wao wanajiona ndio wajana, kumbe wao ndio wajinga. Kwa hiyo sio jensio hawa, ni jenzio ni vijana ambao wanakuwa hawajitambui. Ata ukikana watu wazima, ukiwauliza nchi ilipotoka miaka 60 ya nyuma au hamsini nyuma, miaka hiyo iliyopita na ukitazama leo maisha yalivyo, je, usawa wake upoja? Ukiwauliza wazee watakwambia, mimi kwa akili yangu ndogo, mpaka napata umri wangu nifika mahala kupata gari ya kutoka Buguruni kwenda kwetu msanga Ngongere, ilikuwa nakaa siku mbili stendi pale Buguruni masubidi ya gari, na gari inasafiri wakati mwingine siku mbili, mko njiani. Safari ya kutoka Buguruni kuelekea msanga Ngongere, siku mbili, barabara mbogo ipitiki. E, leo unatoka hapo unakwenda msanga Ngongere kwa rithari moja samani, siku mbili Zamani Bagamoyo inafika mahala, gari moja ikipita na safari, siku ya kwenda mjini hauna, labda utembee kwa mguu. Leo unafanya choice ya kuchagua, unaingia kwenye simu, una boti, pikipiki, bajaji, gari, unataka nini? Hata chakula unaweza kuagiza ukiwa nyumbani kwako. Maana yake nchi imepiga hatua. Hizi ni neema za Allah subhanahu wataala. wakum na minashakli, kuweni waja wa wenye kumshukuru Allah subhanahu wataala Tuwe ni wanadamu wenye kukumbuka fadila za Allah subhanahu wataala. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wataala ndani ya Qurani anasema wala tansau lfadla bainakum, msisahau wema mliyotendeana. Ukisahau wema uliotendewa utakuwa ni mwepesi wa kuweza kusahau kumshukuru Allah subhanahu wataala, lakini ukikumbuka fadla na neema mbalimbali za Allah na wema uliotendewa unaweza ukamshukuru mwanadamu mwenzio, lakini pia unaweza ukakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wazee wetu waliopita nchi hii waliijenga kwa jasho na damu. Nchi hii tunaiona leo vijana tunaringa, tunatembea kwenye flyover, tunatembea kwenye mwendokazi, tuna ndege, tuna kila kitu. Nchi hii kuna watu walivuja jasho mpaka leo unaiona nchi ipo katika hali hii. Kuna watu walisacrifice maisha yao, kuna watu walisacrifice mali zao, wakatoa ili watu waweze kuipigania nchi hii iweze kufika hapa leo ilipokuwepo. Kwa hiyo, sio jambo unaloiona limekuja limevuja from nowhere. Hapana, kuna watu wamevuja jasho mpaka leo Tanzania unaiona hivo, itakuwa ni jambo la ajabu sana kijana wa leo kaletewa neema kama hii na kuna watu matunda haya tunayopata leo hawajayafaidi, na wametoa jasho lao, kisha wewe ukawa mstari wa mbele kwenda kuivuruga neema kama hii tuliogewa na Allah subhanahu wa taala. Thumma la tusalunna yaumaidhin ani naim, tutakwenda kuulizwa, vijana wenzangu, ni kwa namna gani tuliitumia neema hii ya Allah subhanahu wa taala. Wala tansau lfadla bainakum Msisahau wema mliyotendeana ndugu zangu, nchi yetu ilipotoka huko nyuma ninyi mnafahamu, baadhi ya watu ilikuwa ikionekana anamiliki gari, ilikuwa mtu huwe ni muujumu uchumi, lakini leo mtu ana magari manne matano. Tunazungumzia miaka ya mbali sana, juzi juzi hapa mweshimiwa amefariki juzi juzi, mpaka anaingia mama Samia. Ilifika mahala kamahaya, wafanyabiashara walihama katika nchi hii ilifika mahala kuna baadhi ya watu wakahama katika nchi hii, wakakimbia katika nchi nyingine, lakini Allah subhanahu wataala, kwa uwezo wake, huyu mama kiongozi wa nchi akawarejesha katika nchi. Wa kun min shakirin, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Wala tansau lfadla bainakum, msisahau wema mnaotendeana. Msisahau wema mnaotendeana ilifika mahala hapa mtu uliko kama una elfu tano wakati wa mjomba, kila mmoja anajua una elfu tano ulikuwa unaiheshimu. Ilifika mahala hapa kila mtu alikuwa analalamika upande wake. Ilifika mahala hapa ilikuwa hakuna kusema fyoko, watu wote walikuwa kimya. Lakini baada ya hapo, alipoingia raisi huyu, kila mmoja akawa liko huru na kufanya biashara zake. Watu wakafunguliwa akaunti, wengine waliokuwa nje wakakimbia wakarudi, ambao hawakulipwa wakalipwa. Wakun mina shakirin Tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Tusisahau fadhila tunazofanyiana, tusisahau wema tunaotendeana. Lakini ajabu ya wanadamu, ajabu ya wanadamu, yule yule aliyekuwa anawafanyia wema ule ule na ndio ule huyo, leo anamfanya kuwa adui, lakini mbaya zaidi, wanataka kwenda kumwangamiza. Wakun mina shakirini, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa taala wala tansau lfadla bainakum, msisahau wema mliotendeana. Lau kama ukimuuliza mtu, bwana hebu niambie, kwani wewe huyu kakufanya nini? Mtu majibu ya msingi yana bali ile chuki tu waliyokuwa nayo. Na kimsingi ni kwamba katika sunna ya maisha hakuna anayeweza kuwaridhisha watu wote. Sayiduna Ali ana maneno yake, anasema ridha nnas ghayatun la tudrak kuaridhisha wanadamu wote haiwezekani, impossible, not at all haiwezekani. Hata mimi hapa ni imamu, kuna mtu hapa ananchukia from nowhere, sijamkosea wote, lakini ananchukia. Sasa usijiulize kwa nini ananchukia, ndiyo mwenendo wa wanadamu. Yaani kuna mtu anakuchukia bila sababu, na kuna mtu anakupenda bila ya sababu. Sasa mchukie mtu kuwe na sababu, lakini unatazama unaona mtu namna alivyokuwa amepambana Nyinyi mnajua katika nchi kuna baadhi ya watu hapa, wengine walikimbia katika nchi, walipigwa risasi. Wakakimbia wakaenda kuishi wa mishoni. Huyu mama alipoingia akaja akamrudisha na akamlipa stahiki zake, ambaye alinyimwa na yule mtangulizi. Lakini leo kinachotokea ni nini? Wala tansawul fadhla bainakum jamaa, tusisahau wema tunaotendeana. Nani alikuwa anaongea hapa wakati wa mjomba au, ni nani alikuwa anasema wakati wa mjomba? Tumesahau kwa kumi na shakirini tuwe ni watu wenye kushukuru mamwana katika neema mbalimbali. Tusio ni watu wenye, wenye kushikiwa akili na kuweza kuingia barabarani kwenda kuharibu amani ya nchi hii. Sio sawa. Hii ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliogewa, tukiharibu neema hii kwa sababu ya kutofautiana mitazamo ya kivyama, mitazamo ya kidini, ya kikabila Thumma latusalunna yaumaidhin an naim, tutakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wataala kwa hii neema tuliongerwa na Allah subhanahu wataala. Ndugu zangu, ukisema katika historia, ukisoma katika historia, watu walitofautiana katika, katika mitazamo mbalimbali. Wazee wetu nyuma, wakati wanapambania taifa hili, walikuwa wanatofautiana katika mitazamo mbalimbali, lakini haikufikia mahala wakawa wanaingia barabarani kwenda kuandamana kuharibu kile ambacho walichokuwa wamekitengeneza. Haijafikia hatua hiyo, haikufikia hatua hiyo. Lakini leo inawezekana watu wanatofautiana, na lazima tutofautiane, lazima tutofautiane, ndio Mwenyezi Mungu alivyoumba, na haiwezekani tukakubaliana wote, haiwezekani. Lakini tunapokuwa tunatofautiana, maslahi ya nchi yetu, hiyo ni first priority. Kiwe ndo kipaumbele cha kwanza kuilinda nchi yetu. Tusiwe watu wa kwanza kuiharibu nchi yetu, tumejenga kwa gharama kubwa. Juzi tumeona hapa vijana wanaingia barabarani wanaharibu mwendo kasi, juzi tumeona hapa vijana wanaingia barabarani wanafunja maduka ya watu, juzi tumeona hapa vijana wanakwenda kuchoma nyumba za watu, juzi tumeona vijana wanaingia kwenye majumba ya watu kukamata watu vidola wa kwenda kupiga kura. Nchi hii haikufikia kwenye kiwango iko bado, tunaandamana kwenda kutafuta haki. Haya, kituo cha basi cha mwendo kasi kinahusika nini? Kuna mtu kachukua mkopo wake milioni mia benki kafungua biashara, wee unakwenda kuvunja duka lake, unakwenda kuiba. Haya, haki yako na haki ya yule, mbona unamnyang'anya yule haki yake? Uone kama unamnyang'anya yule haki yake, unapigania haki kwenye duka la mtu? Leo Kimara, nilikuwa natazama kwenye mtandao Kimara, wakazi wa Kimara wanalalamika kwamba magari hakuna, watembea kwa mguu. Kuna mmoja akasema, akawa anatoa rai kwa wananchi wenzie kwamba mabasi ya mwendokasi yakirudi, jamani, kuzichome moto. Yaani sasa inaonekana washatugu, hali ishakuwa mbaya kwa kila mmoja. Anaona ile neema ikishamwondoka, ndio anajua kwamba kumbe ile ilikuwa ni neema, mkiwa nao hamuioni. Leo mnaona tuna amani hapa lakini ikiondoka ndo mtajua umuhimu wa hii amani. Juzi niliyowaambia vijana wa Kilibia, vijana wa Kilibia walishikwa masikio, vijana wa Libia walishikwa masikio na binti mmoja kutoka nje akawaaminisha, Gaddafi ni dikteta, nyinyi wote mnakumbuka, wakawaminishwa, Gaddafi ni dikteta na wanaishi maisha magumu, hali ya kuwa hakuna nchi ya Afrika hii hata Ulaya waliokuwa wanaishi maisha mazuri kushinda Libya. Wale vijana walikuwa walikuhamasishwa kwenye mtandao, wakaingia barabarani kuanzisha maandamano. Gadafi akafanikiwa, Marekani wakafanikiwa kumua Gadafi. Kinachoendelea Libya leo, kila mmoja anajua, Walibya wanakimbia nchi yao na kwenda kuishi ukimbizini. Boti ya kupanda watu mia, wanapanda watu mia tano wanazama baharini, wakati walikuwa wanapewa nyumba bure, afya bure, elimu bure, utakuwa kila kitu ilikuwa bure lakini wakashikiwa akili wakaiharibu nchi yao. Sudani binti mmoja hivyo hivyo maisha hivi vijana waka vijana, yaani mfano wake kama unavyoona Tanzania sasa hivi kuna binti mmoja yuko Marekani, anawaamasha vijana wa Tanzania waingie barabara. Mkishaharibu hii, yeye hayupo hapa, itakuwa itakua mumageunwage timbo msagulano. Itakuwa hapakaliki hapa, tutaharibu neema yetu wenyewe. Kama kuna baadhi ya mambo hayako sawa, tukaeni mezani tuweze kuyarekebisha, tuyaweke sawa. Kama kuna mambo hayako sawa, tukaeni mezani tuyarekebisha, lakini tusiharibu neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. audhubillahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rrahim walasir innal insana lafi khusr